liman safara kwa mtu aliosafiri, libaldatin kwenda katika mji lihajatin kwa ajili ya haja maalum, wala yadri mata tanqadi, wala hajui haja hiyo itamalizika muda gani. Fikiri taito iko wazi. Man dakhala baldatan mwenye kuingia mji, musafiran hali yakuwa musafira ni ni msafiri, lihajatin kwa ajili ya haja maalum wala yadri wala hajui kam yauman yahtaju lilmukthi fiha, hajui anahitajia siku ngapi za za kuketi hapo. Farubama tanqadhi biyaumaini, huenda hiyo haja yake ikamalizika kwa siku mbili au thalathat, au siku tatu. Warubama tastarsilu almudatu, na huenda ule muda uka ukajivuta ukarefuka Biziadati kwa kuzidi, fa inahu hakika yeye yajuzu lahu, inafaa kwa kee an yaksura a aafupishe sala wayajmaca, na akusanye 19 yauma, siku kumi na tisia. Fa inzada ala dhalik, akizijisha juu ya hizo siku kumi na tisia, atamma atatimiza sala walam yajmac wala hato

Ibn Abbas cabas ibn bni Abbasin, hadithi hii ya bnu Abbas kana fi fathi Makkata, ilikuwa ni katika ufunguzi wa wa Makka wa hadithu Anasin, na hadithi ya Anas tuliosoma hapo nyuma fi hijjati lwadai, ilikuwa ni katika hija ya ya kuwaga. Hadithi ya Anas mnakumbuka, tuliosoma mm, ile siku ngapi? Siku nne Maka, kiujumla siku kumi. Falmudatu lati basi, muda ambao kwamba yaani muda, yani muda ulolezwa uh, ya kwamba mtume alipunguza swala ndani yake katika fi hadithi Ibni Abasi, ni katika hadithi ya Ibnu Abasi. Yasughu listidlalu biha, yasughu listidlalu biha, inafaa kutolea dalili kwayo ala man lam yanwi liqamata juu ya mtu ambaye kwamba hakunuia kuketi, bal kana mutaraddidan, bali alikuwa na, anazunguka zunguka, mata yatahayya ulahu, muda wote ambao kwamba ita kuwa tayari kwake, faragu hajati, kumaliza haja yake, yarhalu anahama. Intaha. Yani, hadithi ile ya Anas tunaishukulia ni kwa mtu ambao kwamba alionuia kwenda kuketi katika mji muda kadhaa. Hadithi ya ibn Abbas ya kupunguza siku ngapi? Kumi na tisa inachukuliwa ni kwa mtu ambaye kwamba hakunuia kwenda kuketi pale kwa muda maalum bali ameenda kwa ajili ya suala maalum akimaliza anasafiri. Hapo tunafahamiana? Qultu nimesema alimam, wa amma aljayshu alladhi amajeshi ambalo kwamba yataharraku min makanihi inalosafiri kutoka sehemu yake ni yani kutoka pahali pake lilipo ila mantiqatin ukhra kwenda sehemu nyingine. Fa in alima, likijua, annahu sayuqimu fi lmahalati lukhra, kwamba litaenda kuketi hiyo sehemu nyingine ninapo kwenda arbaata ayami, siku ngapi? Fa akthar, na zaidi, lam yaqsur, halito punguza, walam yajma, wala amma idha kana yatanaqalu, ama likiwa linahama mahali ni kwenda sehemu Ila mahali ni kwenda sehemu nyingine fi harbin katika vita au hisari aduwin kum au kumzingira adui, au nahwi dhalika mfano hilo, fainahu yaqsur hakika litafupisha wejima ailitakusanywa hapo. Tumesoma vitu viili, wanajeshi mathala watoka kambi hii kwenda kambi nyingine wanajua kule tutaketi siku nne na zaidi ya hapo, basi wakifika hapo, hato uruhusiwa kukusanya wala kufupisha. Lakini wanaenda pale wakitoka, wanaenda kule wakitoka, wanaenda kule, kwa ajili ya operesheni like za kiusalama na mfano wa vitu kama hivyo, hawana kutulia sehemu moja, wataruhusiwa kufupisha swala na kupunguza

wadhahiru na iko dhahiri kabisa, ala aljeishi alladhi nashukuliwa, juu ya jeshi ambalo kwamba la yatahayau lahu listiqraru, jeshi ambalo kwamba yani halijapata kutulia wala rahatu, yani jeshi ambalo kwamba halipati kutulia wala kustarehe. Sawa, yani jeshi ambalo kwamba hakui tayari kwa jeshi hilo kustarehe wala kupumzika yaani hapo Tabuki walikuwa wako katika masala ya kivita sindio? mm. eh? uvumukio vitani utaruhusiwa tu kupunguza kwa sababu ya shiddatul khauf. mm. wakuna nusalli rak'atayni, na tulikuwa tukisali rakaa ngapi? rakaa mbili. ai masala mm. wa ya wanajeshi tumemalizika, nakuja masala ya mwanafunzi. Kuna baadhi ya watu wanasema mwanafunzi wewe labda umesafiri hapo unasoma Kenya au sehemu nyingine Misri na sehemu Yemen, seme wewe ni msafiri unaruhusiwa ku, kukusanya na, na kupunguza kwa sababu ni msafiri. Je, masuala haya yamekaa vipi? Wanafunzi, umesafiri umeenda kusoma Misri, au Yemen au Kenya unaketi kule labda mwaka mzima ndio unarudi kwenu. Je, utaruhusiwa kupunguza swala mwaka mzima mpaka ukirudi kwenu? <laughs> kuna baadhi ya watu wanatoa fatwa kama hizo. wa ama talibu ladhi amwanafunzi, ambaye kwamba yusafiru ani, yasafiri ila baldati ma, kwenda katika mji maalum, kwenda katika mji fulani, lidirasati, kwa ajili ya kusoma, fiha, ndani yake, fala yajuzu lahu, haifai kwake, anyaksora, afupishe sala, wayajmaa, na akusanya, albattata, kabisa fain kana aqama fihi akthara min arbaati ayamin, ikiwa ameketi katika mji alioenda kusoma zaidi ya siku nne, faqasara akafupisha wa jamaa na akakusanya, faalaihi basin, lazima juu yake, anyuida arejeshe kula salatin rubaiyatin kila sala ya rakaa nne, qasaraha aloifupisha wa kula salati na kila sala nakalaha aloigurisha ila ghairi waktiha kwenda katika wakati usiokuwa kwake, zame Allaha, akiwa na ameikusanya na swala nyingine. Hapo tumeelewana naam. Lianna hadha taliba, kwa sababu huyu mwanafunzi laisa lahu hukmu ljeishi, ladhi hana hukmu ya jeshi ambalo kwamba yatanakalu, linalo hamahama duna rahatin, pasi na kupumzika napumzika, bal huwa fi baitin, bali yeyupo katika nyumba nzuri

Umeenda kusoma kule, umefikia labda hotelini au umefikia hostel, mpo pale metulia tu. Kazi yenu pale ni kwenda darasani kusoma. Mkirudi chai tayari, ishaandaliwa isha, mnakunywa kimaliza, mnarudisha vyombo kule, mnarudi darasani kusoma. Mkirudi tayari lunch iko iko tayari, hamjui imenunuliwa na nani, imetengenezwa na nani Kija mnaenda mmechukua tu lanchi, mkimaliza mnarudisha vyombo kule, naendelea kusoma, umechoka, unaenda kupumzika basi. Lakini kinyume kabisa na mtu akiwa nyumbani kwao, taharaki aende huku, mara amechumwa kule akafanya hiki, mwenda kufanya kazi ile, kunakuta akiogeni nini kule, ana starehe kuliko nyumbani kwao. Sasa kwa nini kule sehemu ambao kwamba walopumzika ndo aruhusiwe kupunguza, na wakati mashaka na taabu haziko waqad balaghana, na hakika imetufikia sisi, anna baadha lnasi, hakika baadhi ya watu, afta taliba, amempa fatwa mwanafunzi, biannahu, ya kwamba, yajuzu lahum lfitru, inajuzu kwa wao kufungua, fi ramadana, katika Ramadani, waalqasru, na kufupisha sala, waljamu, na kukusanya, wa in aqamuu ashara sinina, hata kama akiketi miaka kumi kwamba wewe ukiwa unasoma sehemu hata kama uketi miaka kumi, ramadhani usifunge <laughs> na sala kukusanya na kufupisha, liannahum kwa mm -hmm. sababu wao fima yazumu katika yale anao adai musafiruna, ni ni wasafiri. Wa hadha khataun fadihun, na hili ni, ni <laughs> kosa kubwa, watalaubun biahkami shari na ni kuzichezea hukmu za nini za sheria

ya kufupisha sala wa ahyana, na mara nyingine, yuqimu fi albaldati allati fiha jamiatuhu, anaketi katika mji ambao kwamba iko ndani yake university yake au madrasatu au skuli yake, arbaata ayamin, anaketi siku nne. Wa ahyana, na mara nyingine, usbuan, anaketi wiki nzima ndo anarudi kwao. Wa ahyana yawma, na mara nyingine, anaketi siku moja, thumma yarjuu, kisha anarejea kwao ila baladi, katika mji wake

Siku nne hapo, tumeelewana yaani wewe uko hapo unakec, mathalan unasoma university mathalan Morogoro, mara unakuwa huko Morogoro siku mbili tatu, mara unakuwa huko, mara kule mara huku. Wewe ukiwa huku huruhusiwi kufanya nini? Kufupisha, wala ukiwa kule huruhusiwi kufanya Kufupisha. Yani hata kama huku unakuja kuketi siku mbili na kule unakaa siku mbili, hutoruhusiwa kufupisha sala. Ama ukiwa njiani, ikiwa ni kilomita themani na moja zisiyapita, ukiwa katika nini, safarini, ukiwa njiani, unaenda kule, hapo utaruhusiwa kufupisha sala. Hapo tunafahamiana vizuri sana, au bado? Mnafahamu vipi?

Yule mtu ana wanyama wake nje ya mji, ya anaketi huku kwa kwa yuko kule na na huku. Qultu, nimesema. Kana li baadhi, nasi walikuwa wana baadhi ya watu ghanamu na mbuzi na kondoo wa maashatu na wanyama kharija makkata wal madinati, nje ya makana na madina bihaithu, kwa namna ambayo kwamba yakunu lahum baitu shaarin, wanakuwa na nyumba ya nyasi, huwa almarkazu lilganami, ambayo kwa ambayo ni kichuo cha wale wanyama wake

Yataraddadu ila shari bit a yatabaru suluhu ila baiti shari na, anaenda loko, njia, ila baiti shari. Kuna kuna zingatio kule kufika kwake katika kile kijumba chake cha nyasi kama ni nyumba yake nyingine Famatawasalahu basi muda atakofika huu katika nyumba yake nyasi iliyo nje ya Madina, La yajuzu haifai kwake ayajma akusanya swala wa yaksura na afupisha fihi ndani yake. Famin hadha, basi kutoka katika riwaya hii istumbito hukmu talibi ndio imechukuliwa imengamuliwa ile hukmu tulompa nani, mwanafunzi ambaye kama anasoma jamii iliyo nje ya mji anarudi anaenda na kurudi, anaketi siku mbili, anarudi Wallahu taala alam. Oba, tumeelewana vizuri sana maulana mm. mm. Yani ni faqihi min, yani atirazi alawal, ni faqihun muhadithun mustambit, kwasababu mambo haya mtu ambaye kwamba eh, ana elimu yake kijiko hawezi kuyafahamu caka. Mtu alovama kweli kweli, mtu mwenye pumzi nyingi. Tambihun muhimun, hii tambihi muhimu idha iqtada almusafiru alladhi pinda, akifuata msafiri ambayo kwamba yaqsuru, anafupisha sala, bimuqimin, akimfuata mkazi wa mji, walau lahdatan wahida, hata kama kitambo kidogo, hata kama sekunde moja, wajaba alayhi litmamu fi tilka salati, itapasa juu yake kutimiza katika swala hiyo, allati, ambayo kwamba, iqtada biha, amefuata kwa swala hiyo, bilmutimmi, mwenye kutimiza. Yani, mimi ni msafiri nataka kufupisha swala, siruhusiwi kumfuata mtu mwenye kutimiza swala. Angaa yeye anaweza kunifuata mimi, lakini mimi siruhusiwi. Hasa ikitokea nimemfuata, sitoruhusiwa kufupisha tena, itabidi nitimize, au tumefahamia na. Liana Sayyidina bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa sababu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud huwa min kibari fuqahai sahaba, na yeye ni katika fuqahai sahaba wakubwa Kana yara salata bimina, alikuwa akiona kufaa kuswali Mina rakatain, raka mbili. Yani, Abdullah bin Masud fatwa yake ni kwamba ukiwa Mina nabidi ufaini punguze. Falama iqtadaa bisayidina Uthman radhiallahu anhu, alipomfata Sayidina Uthmani siku moja wakad salaha arba rakati, na akawa Sayidina Uthmani akasali raka ngapi?

alikuwa anaposwali pamoja na imamu, salla arbaan, huswali raka ngapi? Raka nne. Waidha salla wahdahu, napindi akiswali peke yake, salla rakaatain, huswali apo. Tumefahamiana, yaani akimfuata imamu wa mji ule anaotimiza aswali raka nne, akiwa hapo, akiwa naswali peke yake

minhuma kutoka katika hizo raka zake mbili, yaqumu lmutimu, atasimama yu yule mwenye kutimiza swala, lithalithati warabiati, kutimiza raka yake ya tatu na ya nne, liyukmila salatahu, ili aikamilisha swala yake. Yani mimi namfuata msafiri, mimi ni mkazi wa mji yesi, ataswala raka mbili, akishatoa salamu katika zile raka zake mbili, mimi ntasimama, ntakamilisha swala yangu

Enyi watu wa maka timizeni swala ya ahla makkata atimu, enyi watu wa maka timizeni swala. fa inna qaumun safrun, hakika <coughs> tusi ni watu <coughs> <coughs> ambao kama ni wasafiri. Rawahu ahmadu wa yapokelewa na alimamu Ahmad wa abu daud na alimamu abu Daud wa tabarani al na alimamu Tabarani wa ghayruhum na wengineo wa huwa hadithun hasan, hadithi ni hasan

Ni watu ambao kwamba si watu barabara barabara, yani watu watu watu tu. au bash raa fa ala alaqil albasir, basi lazima ajue mtu mwenye akili mwenye maono an yahtata li dinihi, afanye ihtiyat katika dini yake, ajitoe katika mashaka kuhusiana na masala yanayohusiana na dini yake.

nafikiri hapo zitakuwa zimebaki kama darsa mbili ama tatu, so na darsa mbili ama tatu itakuwa zimebakia na mbili, so tatu, tatu. Mm -hmm. tatu. Mm -hmm. Sababu tuliwaambia kwamba tukimaliza hii tutaanza kusoma kitabu cha salafiyatul wahhabiyyah Baada tu ya kumaliza hiki kitakuja salafiyatu lwahabia, sah? Hmm? Kipo hapo.